Mimi kwa majina naitwa Ferdinand na Laurian Rafaeli, nazaliwa kijiji cha Ruyenzi, kata ya ka Kiziguziku, wilaya ya Kakonko. Mimi niliamua kubuni Hili wazo lilikaa na kufikiria sana, kwamba kwa nini vijana wanashindwa kufanya kazi baada ya kuchukua pikipiki za mikataba zinawashinda. Nikaona ni wazo, nikafikiria kutengeneza hizi baiko za kuchaji zinakuwa na gharama nafuu, ambazo kwamba kijana ataweza kuhimili au bodaboda ataweza kuhimili kuitumia na kuweza kurejesha malipo kwa tajiri kuliko kutumia hizi pikipiki za mafuta. Kwa baada nikaanza kuwaza, nikaamua kuanza kuunda mwenyewe. Nikaanza kuunda mwenyewe. Nikaanza kufikiria, nafanyaje? Nitafuata, nikatengeneza frame. Nikatengeneza frame , nikatoka hapo nikanunua tairi. Nikanunua tairi nikaanzisha kwanza kusuka wiring. Nimemaliza kusuka wiring. Kusuka wiring. Nikatesti nikaona ninaanza kutembea. Baada ya kuanza kutembea, ndio nikaanza sasa kutafuta jinsi gani ya kutafuta mabawa na kufunika na kukamilisha kila kitu mpaka kupata spidi, kuanza kutafuta system ya indicator, system ya kitasa. Mara ya kwanza nilikuwa naunga tu waya za kienyeji, lakini baadaye nikapata wazo la kupata nani ya kuunga kitasa nikafunga kitasa ambacho tayari kina switch yake, basi nikatutengeneza, nikaanza kutembea. Baada ya hapo, changamoto ikawa ni vyuma au material ya kutengenezea. Ifaa nimevipata ni kwa njia tu kwa, kwa kazi za kwangu mwenyewe ninazozifanya, nikawa nafanya kazi huku napata hiki, nanunua kachuma kamoja kamoja, mpaka baadaye nikawa nanunua tengeneza hiki nikikaa siku mbili tatu nikipata tena huku naongezea na un, unanunua tena kifaa kingine. Vifaa vinapatikana madukani, lakini ni kwa gharama ya juu, ni vyuma ambavyo tayari vina bei kwa kwa kipato changu ambacho nahangaikia mitaani. Hicho kilichonifanya kuwa nanunua huku nanunua huku nikana kwama, nakaa mwezi siku nikifanikisha chochote, ndo napata kwa kuanzia tena, nikiendelea endelea hivyo hivyo. Historia yangu ya ufundi ni hivi hivi nimeanzia kwenye magari nikiwa kama tingo. Lakini wakati tunaenda kutengeneza gari nakuta sehemu wanachomelea. Nakawa naumia sana kuchomelea. Waomba kwa nini? Na mimi nisingekuwa fundi wa kuchomelea. Kwa hiyo wazo likaja, nikaanza kujilazimisha mwenyewe kujifunza mwenyewe si kufundishwa na mtu, lakini nilikuwa najilazimisha mwenyewe kuchomelea mpaka baadaye wa wa nikawa fundi wa kuchomelea. Kwa hiyo wazo lilipokuja Wakati natumia pikipiki ya mtu mwingine, na wakati mimi ni fundi wa nani, tayari nimeshajiendeleza kuja kuchomelea, ndipo nikaamua kuanza na mimi kuchomelea. Kwa hiyo ndio maana hata kuunda hii fremu na nini, nimeunda mwenyewe kwa vyuma vya kununua madukani. Kwa hiyo historia yangu ya ufundi ni fundi wa welding. Mpaka dakika hii nimeanza kutoa mitandaoni ili nipate support, kwa sababu mpaka dakika hii nimetengeneza baada kutengeneza kile kaka kipato, baada ku watoto kwenda shule na nini, nimeshindwa kuna na ni control charge control box imeungua, ndio mara nimeshindwa tena kuendelea kuendeleza ubunifu wangu. Watoto ni wanao jumla wako sita. Serikali walishafika lakini hakuna walicho niunga mkono, ile walicho niambia tu kwamba niende ofisi ya maendeleo ya jamii nikawaelezee ili wa, wa, waje wanione ndio wani waniunge mkono wanisapoti. Lakini nimeshafika mara mbili kote, na naonana kabisa na afisa maendeleo akana niambia nenda tutakuja, nenda tutakuja, kwa lakini mpaka dakika hizi sija sija waona na wala hawajaniunga mkono kwa lolote hao wabunifu wa sayansi. Na waomba sana watujali sisi wabunifu na waweze kututembelea kuona ubunifu wetu wana tutakapotutembelea ndipo wataweza kujua sasa kwamba na sisi tupo na tunahitaji msaada wa kujiendeleza kimaisha na ubunifu wetu. Kwanza mpaka dakika hii hawaamini kwamba kuna mtu anaweza katokea kijijini kwa kuweza kutengeneza kitu kama hiki cha kupunguza nafuu au unafuu wa maisha, kwa sababu tayari hawakuamini kwamba inaweza katokea. Kwa hiyo wananishangaa na wanajiuliza sana na wanafurahi kuona kwa kwamba tayari tumepata mbinu mbadala ya kupunguza gharama ya maisha. Umewahi kutengeneza na kuuza pikipiki zako hizi? Nimeshauza moja. Kwa kiasi gani? Kwa kiasi cha shilingi milioni moja na laki mbili. Kwa hivyo ukiangalia gharama za matengenezo na gharama uliouza, kuna faida yoyote au unafanya basi kwa sababu unapenda kufanya? Hapana, kwa sababu ile nimeuza, gharama yake haikwenda mbali kwamba faida yake nilipata shilingi laki mbili. Na ulitengeneza kwa muda gani? Ile kwa sababu ya vifaa kutokupatikana kwa wakati kwa sababu ya mtaji ilichukua zaidi ya miezi miwili mm-hmm, ambapo mpaka dakika hii ndani ya wiki moja pikipiki moja naweza nikawa nimeshamaliza. Yaani, mimi kwa serikali, wito wangu na ombi langu ni waniendeleze, kwa sababu sasa hivi kuna vyuo vikubwa ambavyo vina ubunifu zaidi mkubwa ambao naweza kuniendeleza, na mimi nikajikuta tayari niko vizuri, pia wanisapoti na mtaji. Kwa sababu natoka kule nimeshapata ujuzi wa kutosha, lakini nitakapofika nitakosa mtaji wa kujiendeleza. Kwa hiyo takapopata support wa mtaji, tayari nikifika nitaendeleza na ubunifu wangu ambao tayari nimeshapata ujuzi zaidi ya huu nilionao wa hali ya chini. Kwa hiyo nikishapata ubunifu au ujuzi wa hali ya juu, kwa sababu tunaona hapa napaka rangi kwa kutumia brush ya kawaida, lakini takapopata support nitaweza kupata hata compressor ili nitumie kutumia compressor paka kila kitu yani, rangi tapaka kwa wakati ambazo sasa hivi napaka inakutana na mvua au jua inaharibika, lakini kwa compressor ambapo tayari hali itakuwa vizuri, kila kitu nitakifanya vizuri kulingana na mtaji na upatikanaji wa vifaa kwa wakati. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali wanisaidie sapoti ya kuniendeleza kiujuzi zaidi.